Bana, baada ya kuwa kila kitu kimeenda sawa kabisa kuanzia pale majira ya, ya mchara ule mpaka majioni yake, tukaona kila kitu ambacho kimefanyika, lakini pia mashehe mbalimbali ambao walihudhuria kula nyama, lakini pia kupata supu pamoja. Lakini tukumbuke tu kwamba kuhusiana na swala zima la nadhiri ambayo shekhe mwenyewe haliiweka, na tulisikia pale awali kwamba baada tu kuwa mtoto, lakini pia tukakumbushwa kwamba mtoto kidogo aliumwa kidogo, shekhe akaona hapana, kama ni nadhiri ile ambayo nilioiweka tuipate tafsiri ya nadhiri, lakini pia tujue maana nadhiri. Wewe ambaye uliyewahi kufunga nadhiri na hujawahi kuitimiza, nini ambacho unapaswa kufanya na nini asara zake kile ambacho umekifanya? Mwalimu, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam, Sheikh. Kwanza nikupe pole, lakini pia hongera. Pole pale tu baada ya kuwa kwamba machovu ambayo umekutana nao kuanzia mchana ule mpaka sasa hivi, lakini furaha na hongera ni umeweza kuitoa kile ambacho moyo wako ulikuwa unatamani siku zote. Hebu tuambie maana nadhiri kwa yule ambaye haijui nadhiri, na nadhiri. <coughs> nadhiri ni nini na aliyewahi kuifunga mpaka sasa hivi bado hajaifungua nadhiri. minanwa ibada minhum annadhur, nadhiri ni sehemu ya ibada. Ibada ziko nyingi sana Kuchinja ni ibada, kupendana ni ibada, kutaka msaada kwa Allah ni ibada, kutaka ulinzi kwa Allah ni ibada, wanadhuru lillah. Na nadhiri pia ni sehemu ya ibada na ni sehemu ya dua, na maana yake ni ahadi. Unajifunga na ahadi kwa Mungu kwamba ya Rabbi, na kuomba kitu fulani nitimizie, na ukishanitimizia insha Allah nami nitafanya jambo kadhaa na Mwenyezi Mungu atakutimizia, pale atakapokutimizia na wewe ukikamilisha, Allah anapenda na anakuongeza daraja. Ee, kipindi cha zamani miongoni mwa majina kuna mtumesallallahu alaihi wasallam alishawahi kusema hivi, atadruna karimun ibn karimun ibn karimun ibn karimun fa huwa nabiyun ibn nabiyun wa ibn nabiyun wa ibn nabiyun, mnambiwa mtukufu mtoto wa mtukufu babake mtukufu, yeye atakuwa mtume babake mtume mpaka babu yake mwingine mtu, mtume akasema, huyu ni Yusuf ibn Ishaq ibn Yaqub ibn Ibrahimu alaihimwaala nabiyin salatu wasalam. Na huyu mzee Ibrahimu akasema ni babu yangu mimi, naye ya amemzaa mtoto anaitwa dhabih nabii Allah Ismail na mimi naitwa ibnu dhabih eh, katika majina ya mtume sallallahu alayhi wasallam pia anaitwa ibnu dhabih. Na kwa nini imekuwa hivyo? Baba yake zamani alitaka kuchinjwa kwa ajili ya Allah, kwa sababu alitukanwa babu yake mtume, kwa sababu hakuwa na watoto. Alikuwa na Abu al-Mughith akasema: nadhartu lirrahmani nathran, la in razaqani Allahu asharatan min ar-rijal la adbahanna wahidatan qurbanan ila Allah, Mwenyezi Mungu akinipa watoto kumi nitamchinja mmoja kwa ajili yake. Na kweli akataka kumchinja babake mtume sallallahu alaihi wasallam, kisa refu, lakini akakombolewa na ngamia 100. Kwa hiyo nadhiri ni ahadi, lakini ni kujifunga kumwahidi Allah. Lakini pia tunajifunza kitu kimoja. Kwa mfano mimi nilikuwa sipati mtoto, kwa kweli, kupitia mke wangu huyu mdogo, kila zikija mimba zile zinaporomoka, nampa dawa eh, tukajaribu kusomea kama kuna masi, hakuna chochote, ikabakia ni kadari tu eh, ni kadari ya Allah. Basi nikasema kwa sababu eh, ni ibtilaya kubwa, dua lilobakia katika kuangaika kote ni nadhiri Allah nipe mtoto ili huyu mwanamke apate utulivu. Sasa so, ni jambo sina uwezo nalo, tiba zangu na juhudi zangu nimefeli. Sasa natia nadhiri, ukinipa basi na mimi nitakupa kadhaa. Nikasema kasema nitakupa ngombe o, alhamdulillah, akapatikana mtoto. Na juzi aliumwa kidogo huyu mtoto Ijumaa, kiasi ambacho sikuwa sawa. Basi mke wangu akanambia, unakumbuka ulimwahidi Allah nadhiri? Nikambia nilisahau. Asa leo nkaitekeleza. Kwa hiyo na watu wengi nawashauri mambo mawili, kama kuna mtu amempa nadhiri ya Allah aitekeleze, la kwanza. La pili, yule mtu ambaye anaomba jambo lake haliendi, afanye nadhiri, afanye nadhiri, jambo litaenda. Sawa, sawa. Na. Na nadhiri ambazo watu maybe wamekeana wenyewe kwa wenyewe, yaani labda niseme mimi na Sheikh Othman Maiko nimemwekea nadhiri nikifanya kitu kadha wa kadha nitafanya hivi. Hawa pia wana madhara gani kupitia nadhiri ambazo wamewekea? Hizo ni ahadi za kawaida tu, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia la dina liman ahdala hana dini yasiokuwa na promise kwa hiyo watu wakiwekeana mikataba aufu bil uqud watekeleze ile mikataba yao watekeleze ahadi zao lakini tunachokusudia hatukusema ahadi tumekusudia ile nadhiri kama ibada ambayo ibada hii kisheria ni kati ya mja na mola wake na katika kitu ambacho tumekiona hapa baadhi ya vitu kwamba watu wamekura pamoja, wamefurahi, mashehe, mm, pia hata waandishi wa habari waliojitokeza. Lakini kubwa watu a tuone zaidi Ewa, tukiona na familia eh, supu ukiwanywesha au mm, hivi, mbona imekuwa tofauti? Nami nilitamani iwe hivyo, eh. Lakini wivu tu, mashehe ni wengi, wivu tu. Baada ya kusema hivyo no o <laughs> <Ni uivutu. laughs> Sijui ni wangapi? Yeah. e, tatizo sijui ni wangapi? Wanne au watatu. Ah, hebu jiongeze yeah, uh, yeah, jiongeze utakachofikiria ndio hicho hicho. <laughs> <laughs> Kuna mtu ananiambia tumeona wanne. Ah, hawajawaona. Waongo, kwa sababu nimewaficha Said na Omar. alikuwa na wivu na masahaba wenzie mm. E, mpaka mtume akamwambia wewe unishindi mimi wivu mm. hata mtume naye ana wivu e. Nabiyullahi Daud kana rajulan ghayura Nabii Daudi alimuonea wivu mpaka Saina Israeli kwa sababu alikuja sura ya kibinadamu hmm. Akaambia manna anta wa kaifa dakhalta, wee nani na umeingiaje hapa? Sasa hivi nitakuchinja au nitakuadhibu. Kwa hiyo wivu ni sunna ni maumbile vile vile. na Mungu mwenyewe ana wivu vile vile. nitaacha mimi kuwa na wivu <laughs> nallaha na ya gharu, na Mungu ana wivu. Kwa hiyo na mashekhe, aha, mashekhe bado hata angekuwa masahaba wivu tu <laughs> sawa. Tumeona pia waaeta mayuri na mama ukicheza, e, okay, naye katika tabasamu aina moja ama nyingine, <laughs> ni furaha ya kile ambacho umekikusudia. nini ambacho unaweza kutambia pia? Aa, kwa kweli kikawaida ni furaha kwa sababu alikuwa akisaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyokuwa akisaliwa iliamsha shuuri hisia. Kwa hiyo nikanacheza, nikaona baadhi ya familia watoto wamesogea karibu na mimi, nikasogea nikacheza na wao. Ninachoiambia jamii, kila mmoja ajitahidi kwa njia yake e, maisha yasiishie ya mtandaoni tu basi. Hasa walimu wa dini waingize furaha katika familia zao, na si kwamba furaha ni pesa, hapana. E, furaha kama pale kucheza, kuna furaha gani sasa? Yule simama tu kwa hiyo kucheza, kuna baadhi ya watu wako serious na mama zao wanaongea nao kwa ukali, wamenuniana. Kwa hiyo jamii naiambia, na watu tunaishi mara moja na furaha, ndo mpango mzima, na nyoyo zikifurahikiana hata ile baraka inazidi. Umaskini na maudhi ya viendi pamoja. Kwa hiyo tutafute njia ya kutengeneza furaha, wanasema furaha jipe mwenyewe kuna watu wanaweza kukomenti ikiwa hili ambalo limefanyika, kwamba shekhe, mbona kafanya kama bidaa hivi, mbona kama alipo katika njia ya Uislamu, kwa nini kafanya hivi mbele za watu, tena kaitisha waandishi wa habari, wameona na kile kila kila kitu kilichofanyika. hmm. Watu wanaweza kutoa komenti hizo kwa sababu hawakosekani nini. Sasa wito wangu kwa hey, sababu ya mambo mawili, kwanza hulkia binadamu tumeumbwa hivyo, katika zuri tutasema na hata katika baya tutasema, lazima na kibaru la ulama wanasema yule mtu ambaye labda ni daia au anafanya jambo lake akategemea kuridhisha watu wote, wanasema tokea kibaru ulama waliopita, hakuna hata mmoja ashai kufanikiwa kufikia mafikio hayo. Kwa hiyo kila mmoja ana uhuru na mdomo wake, aseme anavyotaka, lakini wito wangu, hata hayo anayoyafanya yanaandikwa. Ukisema kwa haki, alhamdulillah. Isipokuwa sisi, hata wakitutukana sisi tutawekea dhana nzuri, kwa sababu dhanul muuminina na khaira Tutasema lengo lao si baya, wanataka kuturekebisha sisi. Lakini la mwisho, tulichokiweza sisi ni hiki mm. kwa hiyo wao wao wasitukani, wa, wa, wa, nawao watuoneshe chakwao walichokiweza. Salamu alaikum basi. <laughs> <laughs> <laughs> Mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo wanamalizia. Nikwambie tu usiku wa leo ndo dua maalumu ambayo kila kitu kimefanyika hapa kuanzia mchana. Nikwambie endelea kuwa na sisi, subscribe like, comment, na kushare. Asante.